Ndugu waandishi wa habari tumewaita hapa leo e. Sisi tuliopo hapa ni makundi maalum kwa ujumla wake, ambao tuko chini ya wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Kwa hiyo tuko hapa bodaboda, boda, tuko hapa bajaji, tuko hapa machinga na makundi kadhaa ambaye, e, tunafahamu kwamba kesho, tarehe 29 mwezi wa kumi, nchi yetu Tanzania tuna tukio kubwa sana la kihistoria lakini tukio la kesho ni tukio la kikatiba, ni la haki ya kimsingi ya kila Mtanzania kwenda kuchagua kiongozi anayemtaka. Lakini pia kumekuwa na maneno kadhaa, kuna watu wamekuwa wakitusemea kwenye mitandao, sijui machinga sijui nani. Sisi wa machinga tumeungana nchi nzima kuhakikisha kwamba tunaenda kutekeleza adhima ya kikatiba kesho, tarehe 29, kwenda kupiga kura, na leo niwaombe wafanyabiashara wote machinga, kesho tarehe ishirini na tisa asubuhi na mapema, wote tuamke, twende kwenye vituo vyetu tulikojiandikisha, twende tukatimize azima ya kikatiba, na sisi hatuhitaji kusemewa na mtu mwingine yoyote. Sisi tulioko huku mbele ndio tunayosema, sisi ndio wa machinga tunasema, kesho tukiamka asubuhi tunaenda kupiga kula. Kwa watu ambao wanatuwekea maneno mdomoni, sisi kama maafisa wa usafirishaji kwamba sijui tutatoka tutaenda pale tutaenda pale, huo ni uongo mtupu. Hivyo basi, rai yetu kwa mafusafirishaji wenzetu inapofika e, kesho ni kwenda kupiga kura na kwenda kuwasafirisha wale wote ambao wanakwenda kupiga kura, na baada ya hapo tuendelee na shughuli zetu. Kwa majina anaitwa Benadetta Ditrik Kinyelo, ni dereva wa bajaji. Kwa upande wa watu wenye ulemavu, kesho wanawake wa mama tujitokeze kwenda kupiga kula tukatiki, tukisha maa kutiki turudi majumbani kwetu, tuwe na amani katika nchi yetu. Yani tusipende kusikiliza watu kwenye masala mitandaoni, maana mitandao inakuwa inataka kutuchafua kwa hiyo sisi tusisikilize masala mitandaoni, twende tukapiga kula, amani iendelee katika nchi yetu. Maafisa usafirishaji wote wa wilaya Ilala na mkoa wa Dar es Salaam, tuachane na maneno ya mitandaoni, tuachane na maneno gombanishi tuachane na maneno chonganishi ya watu ambao hawaitakii mema nchi yetu. Unapofatwa na mtu yoyote kuambiwa uende ukaandamane au ukavunje sheria, unapaswa kumuuliza kwamba yeye riziki yake anaipatia wapi. Mimi na wewe riziki yetu inatoka barabarani. Sasa tunapoandamana, tafsiri yake ni kwamba tunakwenda kufunga barabara zote ambazo sisi tunapita kwa ajili ya kutafuta riziki, ili watu waweze kufanya shughuli zao ovu. Je, mimi na wewe riziki tunapatia wapi? Wenzetu wanaandamana wakiwa wanatafuta riziki nje, wanatafuta kwa njia nyingine wanazozijua wao, pengine wanawafadhili. Mimi na wewe ambaye hatuna wafadhili, familia zetu zitaishije? na hatuwezi kula mpaka tutoke. Hivyo niwaombe, nitumie nafasi hii kuwaomba tena kwa mara nyingine, tuache hiyo biashara, tuachane na hiyo tabia. Kesho kazi ni moja tu, tuandamane kwenda kupiga kura tu.